na furaha ya kuwatangazia wananchi wote wa Tanzania nzima na Waislamu wote na dini zote kuelekea kilele cha mashindano ya Qurani 2025. Mashindano yetu haya yanafanyika kitaifa Tanzania nzima ambaye visiwani Unguja na Pemba na mikoa yote yetu ya Tanzania na furaha sana kuwakaribisha na msikose, hamna kiingilio, hamna kitu chote kinachotakiwa ila kufika kwenu ndio ukamilifu wa shughuli yetu. Na mashindano haya, mgeni rasmi atakuwa ni rais wetu wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, kipenzi chetu mwanangu, kipenzi changu na kipenzi chetu wote wa Zanzibari wote, pamoja na Tanzania Bara, Hussein Mwinyi Ndo mgeni wetu rasmi. Karibuni wote, na tunaendelea katika mapambano haya ya mashindano Qurani ya kitaifa Tanzania siku ya Jumapili tarehe 9 2025 ndani ya ukumbi wa Diamond Jubilee Hall. Mnakaribishwa kuanzia 12 asubuhi mpaka saa 8 mwisho, shughuli yetu imeisha. Eh, kwa jina anaitwa Sheikh Osman Ali Kaporo. E, mwenyekiti wa tuzo za kimataifa za Qur'ani tukufu Tanzania. Nachukua fursa hii kwanza kutangaza mashindano ya mama yetu mama Aisha Sururu ambayo yanafanyika kilele chake siku ya Jumapili ya kesho kutwa. Jumapili katika ukumbi wa Diamond Jubilee kuanzia saa 12 asubuhi. Tunawaalika Waislamu wote na hata wasiokuwa Waislamu waje waje kusikiliza Qur'ani katika mashindano haya, mashindano ya kitaifa. Mashindano haya ni mashindano mama katika mashindano yote yanayofanyika Tanzania. Tunawaita Waislamu, tushirikiane, tuje kumsapoti huyu mama ambaye ni mama pekee aliyejitoa kuweza kulisimamia swala la Qur'ani katika nchi yetu ili Mwenyezi Mungu alitie nguvu na alifanikishe jambo hili kwa sura iliyokuwa iko nzuri. Baada ya kumaliza mashindano ya Aisha Sururu Foundation Jumapili, Jumapili inayofuata kuna mashindano ya Alhikma. Nadhani mnakumbuka vikao hivi, na tulishakutana sana katika vikao kama hivi tukitangaza kwa pamoja mashindano haya. Kwa nafasi yangu tena tunatangaza, tunawatangazia ndugu zetu tunawatangazia ndugu zetu Waislamu tuhudhurie katika tarehe kumi na sita ya mwezi huu yaani Jumapili baada ya hii hiyo inayofuata, katika uwanja wa Benjamin Mkapa, katika mashindano makubwa zaidi. Tunasema mashindano makubwa zaidi ya Qurani tukufu yatakayofanyika pale yanayosimamiwa na ndugu zetu wa Alhikma na yanafanyika katika uwanja wa Mkapa chini ya usimamizi wa ndugu yangu kijana wangu Nurudini Kishki. Tunawaalika Waislamu, hakuna kiingilio. Huu ni mwezi wa kutabahari na Qurani, basi kila panapofanywa jambo la Qurani, Muislamu asisite kwenda Qurani, kwa sababu haya ndiyo malengo makubwa ya mashindano haya tunayoyafanya.